Akiwa ni sister yetu <muchos> <muchos> <muchos> hey, dada yetu huyu Rose Mwando, ukiwa wimbo uh, ukiwa ni sita nyamaza. Asante sana, sana msikilizaji popote ulipo uh, tukitumaya kwamba unazidi kupata mazuri ambayo yatakujenga kiroho uh, siku yako inaanza vizuri kabisa na ni kwa kulisikiza neno lake Mwenyezi Mungu, ukiwa hii sehemu za Garissa sehemu za Tanariva uh, sehemu za Lamu sehemu za Marsabit. Uh, pia vile vile unatupata kupitia kwa mitabendi ya mia na moja nukta moja uh, pamoja na wenzetu wa Turkana kupitia kwa kituo cha Sifa FM, inakuwa ni ato, unaweza kusema nasi msikilizaji, na iwapo unapatikana sehemu za Voi uh, sehemu yani Taita Taveta, Kilifi, Kwale, Kajado, uko sehemu nzuri tu, bila shaka utazidi kubarikiwa. Mtumishi, tuweze kumzungumzia kuhusu, tuweze kumwangazia huyu Yona kiasi vyema. Ni, ni, ni, ni Kum, tujue kumhusu Yona haswa, ili, ili mtu upate maji mazuri lazima tujue umetoka wapi, ndio yeah. na ni maji ya namna gani? mm -hmm. kama ni mazuri ya kunywa ndio yeah. Sasa ni vizuri sana katika kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu yeah. kujifunza kiini na mwanzo wa jambo hilo ambalo tunalisoma kuhusu kwa mfano Yona yeah. Yona hajulikani -ha, ha -ha, ha -ha, nyumba yake ilikuwa imejengwa wapi manaake yeye alikuwa tayari mm. kuamrishwa na Mwenyezi Mungu kwenda mahali popote mm. aende akapeleka habari njema mm. Sasa Yona kwanza kabisa anawakilisha ana, taifa la Israeli mm. Taifa la Israeli tukilisoma katika Biblia unaona linasafiri hapa na pale, Misri mm. wanaenda huku, wanatoka waoloa huku, na Mungu na shida na nini na kadhalika mm. Yona husimamia taifa la Israeli. Yona usimamia taifa la Israeli Israeli, ambalo lilikuwa kila wakati linatumwa yeah. na Mwenyezi Mungu mahali popote mm. kupeleka habari njema mm. Halafu bahari, unaona nchi ya Israeli yeah. au Palestina imeshikamana na Mediterranean Sea mm. bahari hiyo ambayo tunazungumzia bahari ya Mediterranean Sea, mm. au bahari wao yote yeah. inasimamia wa mataifa Mataifa. Ndio mataifa yote mm. kwa mfano sasa, Mediterranean Sea imeshikamana na Giriki mm. Spain ta, ta, ta, ta, yani, tarashishi, tarashishi yeah. inashikamana na nchi za Lebanon yeah. na kadhalika huko kote yeah. Sasa taifa, yani bahari hiyo bahari kuu ya kati inasimamia mataifa mm. watu wa mataifa hawasiokuwa wa, wa Waisraeli yeah. kwa hivyo aliwekwa pale ili waweze kuwafikia na neno lake Mwenyezi Mungu mm. Halafu the great fish ile iliyomeza mm. Inasimamia nchi ya Babiloni. Unakumbuka walipelekwa Babiloni mm. Babeli kwa utumwa miaka sabini mm. Inasimamia hivyo yeah. Inasimamia nchi ya Babeli mm. Halafu siku tatu zile ambazo Yona alikaa ndani ya fish mm. zinasimamia Babylonia wakati ambapo Wayahudi wa walienda pale wakakaa kule mpaka wakatolewa huko, unaona. Ndiyo. Sasa kutolewa huko na Mwenyezi Mungu kunaonyesha mm. vile Bwana wetu Yesu Kristo alifufuka baada ya siku tatu, kumezwa kumezwa na ile fish ah. E, alafu baada ya siku tatu waka, ni fishi aina gani? labda nyangumi labda nyangumi kwa sababu wengine walikuwa walikuwa wadogo. Omena hawezi <laughs> <laughs> hawezi kummeza mtu labda labda, yes, nyangumi. Kwa hivyo hizo zinasimamia wakati Bwana wetu Yesu Kristo alitolewa kaburini mm, kwa nguvu za Mwenyezi Mungu mm. Kwa hivyo hayo yote yamo katika kitabu cha nina cha Jona, kitabu cha Yona, niona ndio, e, mm. Lazima tujue ya kwamba yalitendeka e, kwa sababu ya nguvu zake Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo lolote haiwezi kutendeka katika maisha yako wewe wewe wewe, msikilizaji, na mimi David Mugai na Amara, bila uwezo wake Mwenyezi Mungu, ndio. na kwa wakati huu mm. nafikiri tutakoma hapo kuhusu kitabu cha Yona kwa sababu tumefanya tumefanya utangulizi tumefanya tu, utangulizi tu Siku nyingine tunaenda kinaga ubaga, kwa mktasari ni kuonyesha kwamba Mungu ni mshindi katika maisha yetu. Ndio. Biblia inaelezea alikuwa mwana wa nani? Biblia haielezi kuhusu wazazi wake, lakini mm. inasema mm. Yona alikuwa mtoto wa makuhani, familia Aha. ya ukuhani alizaliwa katika makao a makuhani kina Haruni na kina hawa mm. wengine ambao walikuwa na, na ujumbe wa Mwenyezi Mungu makuhani na manabii. mm. alikuwa mmoja wao wa manabii hiyo. Eh, nimepata, alikuwa mtoto wa kuhani. Na sasa na zaidi tujue, alikuwa anatumwa na Mwenyezi Mungu. Tuseme, aende wapi? ni Ninawi, kulikuwa kubaya eh. Like, maili ngapi? mm. kilomita Kilometa, ni maili maili mia tano mm. kutoka Yerusalemu naende na hakupewa nauli, na hakupewa alikuwa aendaje? Atumie tigiri. Mungu alikuwa ali, na uwezo kwa njia zote mm. unakumbuka wakati Elia alienda ali kasi kuliko farasi mm -hmm. na farasi huenda 45 miles per hour. yeah. Farasi what? Farasi horse, a horse. Yeah. Na, na Elia Alienda, nabia Eliya alienda more than 45 mil anaamy ear friede mm. akisema mimi niende ngambo ile ya hata anaweza kunipa nguvu kama ndege nipuruke mpaka yeah. mpaka niende mpaka kufika. <laughs> Mungu ana uwezo <laughs> ana uwezo wote yeah. Kwa hivyo lazima tujue ya mm. kwamba yaliyo katika Biblia mm. ni kweli na ni kweli tupu mm. na lazima itakuwepo. kama Yesu anasema, Biblia inasema, Yesu anarudi, atarudi mm. bila shaka, inazungumzia yaliye kuwepo hii, na ya sasa hivi na yatakayo kuwepo kwa sababu mm. mwimbaji alitumbia mwanzo kwamba yeye hana hofu mm. yeye anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu anayajua yote mangapi Ma yote, mtumishi. na ana hesabu zote mm. na yeye ndiyena kweli na uzima, maana ndiye muumbaji wa kila kitu. Yeye ndiye rubani kama wewe katika kila kitu. Sasa hii studio mm. wewe ndiyo rubani mtumishi. Mungu ndiyo rubani wa mbingu na hii. nai Haya, msikilizaji, tutakuwa tunarejea lakini baada ya kipindi kizuri. Kipindi cha neno litaendelea ambapo watumishi wanatushirikisha sehemu nzuri sana. Uh, tokea ndani ya chuo cha nabii Isaya, chuo cha nabii Isaya sura yake ikiwa ni ile sura ya hamsini na mbele, wanaanza aya ya kwanza wapepe kabisa, hadi kwenye Isaya 53, chapter 53 watushirikishe aya ya kwanza pale wakiwa. Okay, watumishi wazuri Geoffrey waanjela Munyano, mm-hmm vile umebarikiwa msikilizaji, tufahamishe iwapo unatupata pia kupitia kwa vituo vyetu vingine vya sifa, popote tunapatikana. Msikilizaji, unaweza kutuma arafa ya kwa kwako pale, nasi tutakuwa tunawashirikisha wenzetu uh, tukirejea. utaniita Vincent Amara na mtumishi, nafikiri umesahau jina lako mwana wa, tunarejea, msikilizaji.